Yuko pale pale na saizi kushiba na maendeleo. Nimekutana na mwenyekiti wa chama cha Chauma mkoa wa Mbeya, Ipiana Samson Njiku. Nikapenda kufahamu hali ya chama cha Chauma kuelekea uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hali ya chama chetu katika mkoa wa Mbeya ni mzuri na unalizisha na uko vizuri sana. Nikamuuliza pia ni mikakati gani Chauma imejiwekea kuhakikisha uchaguzi mkuu mwaka huu anapata ushindi. Ni kutokana na hamasa iliyopo kwa sa, sasa tunatamani tuweke wagombea katika kile eneo uh, madiwani, wabunge na urais. Kama chama cha upinzani mkoa wa Mbeya ni changamoto gani ambazo huwa wanakutana nazo? Bado watu wakamini ah, chama chetu yani, kutokana na ile sretu ya watu tunaamini chama cha chama tuko serious, lakini pia ni vyama vingine kutu, kutuita sisi wapambe CCM kwamba sisi cham Chauma, mnawapa wananchi matumaini gani mapya tofauti na vyama vingine kuelekea uchaguzi mkuu? Tutaendelea na sera yetu ile ubwabwa, ambayo ilikuwa kama icon ya chama chetu, kwamba mtu chama, lakini akisema ubwabwa alikuwa akitambua. Kwa hiyo hatuwezi kuiacha hiyo sera ya ubwabwa. Itajikita sana hasa kwenye kilimo cha kisasa, kwamba wananchi walimaje hivyo, lakini pia elimu, kwa kwa, wa kuhusu ubora wa elimu, ubora wa elimu, weka wa elimu umepungua sana Vipi sera ya chama cha Chauma inawapa nafasi vijana na wanawake kugombea nafasi mbalimbali? tumeweka mbali, mpango mikakati ya kuhakikisha vijana na wanawake wanashiriki ipasavyo eh, kwenye uchaguzi, kuwapa fursa vijana washiriki siasa na wanawake. Tumeweka vijana, kijana atakayetokeza kugombea tutampa fomu bure ya kugombea ndani ya chama, atagombea bure. Aha, vipi sera ya ubwabwa? <laughs> sera yetu ya ubwabwa iko pale pale, na sasa hizi tumeongezea kipande kingine ubwabwa mashuleni, hospitalini, lakini kushiba na maendeleo. Watu washibe kwanza wakafanya maendeleo. Siasa ni maisha, tushiriki uchaguzi ujao, tushiriki kugombea.